Lakini kupokea mwenge wa uhuru kutoka kwako Mheshimiwa Alhaji Adam Malima, wananchi wa wilaya ya Kongwa kata ya Mtanana wameupokea mwenge kwa bashasha na furaha. Mimi ni mwananchi hapa tangu mwaka sabini. Mwenge wa uhuru safi na kisha kuukabidhi mwenge huo kwa mkuu wa wilaya ya Kongwa, utatembelea utaweka mae ya msingi yenye thamani ya bilioni thelathini na tisa. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, kwa kweli sisi tunaona ni faraja kubwa Ukitaka kwenda Kibaigwa kufuata bidhaa, unakuta kuwa miradi hii ni sehemu tu ya miradi mingi ya maendeleo ya kimkakati inayotekelezwa katika mkoa wa Dodoma kwa sasa. hapa palikuwa pana changamoto kubwa. Jitokeze kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa amani na utulivu. lakini kupokea mwenge wa uhuru kutoka kwako kwa Mheshimiwa Alhaji Adamu Malima kuwa mkoa wa Morogoro ukiwa salama, unang'aa na unameremeta meremeta, utatembelea utaweka maeneo ya msingi yenye thamani ya bilioni 39.3 Shamra shamra za mapokezi ya mwenge wa uhuru wa mwaka 2025 katika uwanja wa CCM Kibaigwa, wilaya ya Kongwa, mkoani Dodoma, yalipofanyika makabidhiano ya mwenge huo baina ya mkuu wa mkoa wa Morogoro na mkuu wa mkoa wa Dodoma Mheshimiwa Rosemary Senyamule, na kisha kuukabidhi mwenge huo kwa mkuu wa wilaya ya Kongwa Mheshimiwa Simon Mayeka, tayari kwa ukaguzi wa miradi, kuzindua na kuweka mawe ya msingi kwenye miradi ya wilaya hiyo. Katika mbio zake mwenge utapitia miradi ya 56, kama ambavyo nilishasema na thamani ya miradi ni bilioni sitini na moja milioni mia moja na kumi. Nakiri na kutabadaisha kuwa miradi hii ni sehemu tu ya miradi mingi ya maendeleo ya kimkakati inayotekelezwa katika mkoa wa Dodoma kwa sasa. Ukweli huo ni wazi kuwa miradi yote ambayo mkoa unatekeleza ni mingi, kwa hiyo inayopitiwa na mwenge ni kuwakilisha tu kazi kubwa na nzuri iliyofanya na rais wetu Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, serikali ya awamu ya sita, tumpe maua yake, mama anaupiga mwingi hmm. Akitembelea miradi mbalimbali, kiongozi wa mbio za mwenge ndugu Ismaili Ali Yeusi amemwagiza mkandarasi wa mradi wa dharura kwenye bonde la mafuriko mtanana kufanya ujenzi madhubuti wa mradi huo ili kuondoa kero ya kujirudia kwa tatizo hilo linalotokana na mafuriko wakati wa kipindi cha mvua. Zaidi ya bilioni 26 zimetumika juu ya ujenzi wa mradi huu na mradi huu unaendelea kukamilika, naamini mwishoni mwa mwezi huu mradi huu utakuwa umekamilika na wananchi watakuwa wanaendeleza huduma zao za kila siku. Lakini niwaambie ndugu wananchi na ndugu viongozi, hapa palikuwa pana changamoto kubwa. Kwenye taarifa ile imeelezwa hapa, ilikuwa maji mengi yanapita katika eneo hili, jambo ambalo linasababisha foleni ya magari kupita, lakini vilevile kwa wale wapita kwa miguu walikuwa ni changamoto kupita katika maeneo haya, jambo ambalo lilikuwa linaleta lina athari kwa wananchi wetu, hasa wanaokaa maeneo ya huku. Kwa kweli walikuwa wanapata shida kupita katika maeneo haya, lakini leo hii ni faraja iliyoje! Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa jamura, mungano, Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kujitoa kwake, kwa mapenzi ya wananchi wa eneo hili, ameona ipo haja ya kutoa fedha katika serikali ili eneo hili liweze kuwa katika hali ya usalama na wananchi waendelee huduma zao. Mwenge wa Uhuru oye, oye. Mwenge wa Uhuru safi Mtanana oye! Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, kwa kweli sisi tunaona ni faraja kubwa, lakini pia mmeendelea kuupa heshima Mwenge wa Uhuru kwa kujionea mambo makubwa yaliyofanywa katika eneo hili. Ombi langu kwa wakandarasi ambao wanaendelea kumaliza barabara hii pamoja na daraja lile, niwaombe sana wahakikishe wanaendeleza umadhubuti wa barabara hii ili wananchi hawa changamoto hii sije ikajirejea tena ya kutuama kwa maji katika eneo hili. Wananchi wa wilaya ya Kongwa, kata ya Mtanana wameupokea mwenge kwa bashasha na furaha, na kutoa hisia zao kuhusiana na ujenzi wa kipande cha barabara hiyo katika eneo korofi lililopo katika kata ya Mtanana. Mimi ni mwananchi hapa tangu mwaka sabini, niko hapa. Tulikuwa naathirika na maji kutoka Kiteto, lakini sasa hivi tunamshukuru Rais kutuletea mradi huu Tunashukuru kwa kweli, yani tuko vizuri. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu, ambariki sana. Tunapiga tena miaka mitano, Mungu akuongezee ili aweze kutufanikisha zaidi. Tumepata mambo ya shule, zahanati, chuo Mtanana, kwa kweli katai tuko vizuri sana. Mimi nilikuwa nashindwa hata ni ukitaka kwenda Kibaigwa kufuata bidhaa, unakuta maji yamejaa. Saa nyingine tuna mashamba huko Bugani, maji yanajaa, kwa hiyo una changamoto ya maji sana.